Watu watano wamejeruhiwa kufuatia mkasa wa moto katika soko moja la kibiashara mjini Garissa mapema leo. Mamia ya wafanyabiashara wanakadiria hasara kufuatia moto huo ulioteketeza majumba ya kibiashara katika soko la Suk Mugdi mjini humo. Serikali ya kaunti na wakaazi walishirikiana kuuzima moto huo uliosambaa kwa kasi. Waliojeruhiwa wanatibiwa katika hospitali ya rufaa ya Garissa. Tukio kama hili limeshuhudiwa mjini Hola, kaunti jirani ya Tana River, baada ya moto kuteketeza jumba moja la burudani. Moto huo ulisababishwa na hitilafu ya nguvu za umeme. Na hakuna msaada tunaopata wa firefighter. Firefighters zimetembea kama sahi imefika, inakaa kama 100 meters kutoka kwa hili tukio limetokea, but ilipofika firefighter, hata jinsi ya kutumia kurusha maji hawajui na kuna hospitali kubwa ambao kwamba huo moto ukijaribu kuvuka zaidi hapo, kuna wagonjwa, kuna wamama ambao kwamba wanataka kujifungua, kuna watoto ambao kwamba hali zao ni mbaya, na kuna watu wameweka miili zao wanangoja kuzika. Sasa mimi ninachosema kwamba kama gari linashindwa kuzima moto na wafanyakazi wanalipwa kila siku, wanategemea nini katika Tana River county?